Mi nikushukuru sana, umeongea vitu vingi vya msingi. Nadhani kijana ambaye anatutazama wakati huu ama vijana ambao wanatutazama wakati huu wamepata kujua mambo mengi kuhusiana na mpira. Pengine wengine wana hofu ya kuingia kwenye masuala ya mpira, pengine wanahisi hakuna ajira, wengine wanahisi labda hakuna nafasi ya kupambania ndoto zao. Mi niwaambie tu vijana waweze kujitolea kupambana katika masuala ya mpira, kuna nafasi zao zinawasubiri. Jana kwenye siku ya blue blue day ama blue kids. Nilimwona mgeni rasmi ambaye nimemwalika. Kwa nini nimemwalika yeye na sio wageni wengine? Ah, unajua bwana, katika kumwalika mgeni huwezi kumwalika kila mtu, kwa sababu mgeni rasmi ama guest of honor katika shughuli anakuwa mmoja, na walikuwepo viongozi wengine, lakini hawakuwa mgeni rasmi, ila walikuwa ni wageni waalikwa. Tulimuona rais wa shirikisho la karate la Zanzibar alikuwepo, tuliona wajumbe wa shehia zote mbili zilizokuwepo pale walikuwepo, tulimwona katibu wa viti maalum CCM wadi ya Mtufani alikuwepo na wengi. Lakini kwa nini tulimwalika yeye? tulimwalika yeye kwa sababu yeye ndio mwakilishi wa, wa, wa jimbo letu. Maana yake ni kwamba yeye anaweza kuzichukua changamoto za kimichezo katika eneo lake akazifikisha kwa Mheshimiwa Rais, akazifikisha katika baraza na wawakilishi zikazungumzwa zikajadiliwa, ikawa ma, ni maslahi mapana kabisa ya jimbo lake. Na tunamwamini ni mchapakazi, tumekuwa naye kwa kipindi kirefu na ni mlezi pia. Na ndio maana licha ya kwamba ratiba imebana na ni kipindi cha kampeni, lakini alisema anaacha kila kitu na kwenda kuwasapoti watoto wangu katika jimbo langu. Kwa ni jambo kubwa. Kwa tunamwambia Mheshimiwa Mihayo uh, tuko naye tunamuunga mkono na tunampenda. Watoto wa blue wanampenda na wamemkubali kama, kama baba kama mlezi kama kiongozi katika, katika jimbo, lakini pia uh, tunamshukuru Mheshimiwa Naomi yeye Uh, ndo alikuwa mgeni rasmi wa mwanzo baada ya kuanzishwa timu. Kwa k tulivyoanzisha timu kwa sababu CEO wetu ni mwanamama akasema nami mara hii nahitaji mwanamama mwenzangu mama tukale watoto wetu kwenye timu. Kwa basi Mheshimiwa Naomi akasema na mimi kama mama pia nina watoto na nina uchungu na watoto na, na, na, watoto, na, kuja. Na hata tamasha la pili lilofanyika jana Mheshimiwa Naomi alikuja kama surprise, ali kwa sababu hakuwa sehemu ya, ya, ya, ya mwaliko official ya kwamba bwana leo tunakualika wewe kuwa mgeni rasmi na nini, hapana. Lakini tupo katikati ya event, mlimuona, alikuja akashola na akatoa na zawadi, akatupa jezi ambao mmoja nimeivaa hapa kwa, ni kwa, alikuja alitupa yeye kama zawadi, akasema hapana, watoto wangu hawawezi kufanya shughuli na mimi mama nisiwepo. Kwa hiyo na mimi na kwa tunamshukuru na sana Mheshimiwa Naomi kwa support yake. Naona mpira mipira aliyowapa watoto, maana yake atakwenda kuibua vipaji vingine zaidi. Lakini pia mgeni rasmi alisema hapana, na mimi nimekuja kuona wanangu na mimi nawaletea zawadi, na mliona alichokitoa, mliona alichokifanya. Kwa hivyo tuko naye na inshallah tunaamini kwamba siku ya kuapishwa Baraza la Wawakilishi basi Blue Kids watakuwa sehemu ya ya watu ambao watakuwa wanafuatilia usherehe kwa ukaribu kwa sababu yeye ni kama mzee wa timu. timuatu Mbe mpenzi mtazamaji wa Zantime, tumefikia tamati ya kipindi chetu hapa. Tulikuwa tupo na mmiliki wa timu ya boy yahaaa anaeleza mhumiki sana, sana kushare, rajana, mbali mbali stage, mbali mbali. Ni kushukuru sana. Usisahau kushare kusubscribe na kucomment. Nikwambie tu nani, wakati mwingine kwenye tamasha la jana niliona pia wale wasanii mbalimbali ambapo walitumbuliza katika kwenye stage waliimba nyimbo mbalimbali, ilikuwa ni tofauti na matamasha mengine, kuwazingatia wasanii katika ushiriki kwenye matamasha mbalimbali, unahisi hii kwako ni kwa nini, na kulikuwa kuna haja gani ya kulikuwa kuna umuhimu gani ya kuwashirikisha wasanii? Ah, umuhimu upo, unajua katika hizi shughuli vipaji vinasapotiana vipaji vinategemeana, na wapo ambao wamejitoa sana kwa kiasi kikubwa lakini hatuwezi kuwaacha pia eh, vijana wetu wa mtaani wakiongozwa na shabiki matata, shabiki nguli Ibrahim Ibrachinjo. Nadhani mliona jana, yani kuna ngoma tuliziona ilikuwa eh, ni maandalizi yake. Kwa hiyo tunamkubali, tuna sana, tunamshukuru, tuna sana, amekuwa sehemu kubwa ya uhamasishaji, lakini pia Uh, kuna watu ambao hawakuonekana kwenye jukwaa lakini wana michango yao katika maandalizi <clears throat> na napenda na pia nami nichukue fursa hii kuwashukuru wale ambao kama management waliwaruhusu wasanii wao, uh, Hash Entertainment, uh, chini ya usimamizi wa Boss Chomi na producer Marashi waliwaruhusu wasanii wao kuja kuperform katika shughuli yetu ya jana. Lakini Mute Sound Record chini ya uh, director Boss Banka uh, producer Flavor Noma uh, pia waliwaruhusu watu wao kuja kweli, ilikuwa ni jambo kubwa sana Lakini pia tuliona mliokuwepo manager ambaye anasimamia wasanii wa Mute Sound pamoja na Ash Entertainment bwana uh, Abubakar Faki Bakari ambaye pia ni mtangazaji, pia ni presenter kutoka Firebase FM alikuwepo na alisimama kama mmoja ya MC kwao. Ni ni kitu kikubwa sana lakini, tuna wasanii ambao walisimama solo artist kwa kama Saxy Jayara Juice Palestina Uh, na wengine wengi ambao walikuwepo upande wa, wa nani, wa, wa Mute Sound tulimuona Gucci eh, tulimuona D Brown uh, tumeona wasanii wengi ambao walikuweko pale, wao wana mchango kwa sababu wao ndo wanaburudisha mashabiki, kwa sababu shabiki anahitaji burudani. Kwa hiyo mpira ni burudani, muziki ni burudani, maigizo ni burudani. Kwa hiyo tunawashukuru tuna sana lakini huwezi kuacha kumwagia sifa MC Matata bwana. mm -hmm. E, uko na kazi bwana MC Matata. mm -hmm. Hamia Real Muhamed ambaye alikuwepo msimu wa pili huu akiwa kama afisa habari wa timu na ndo alisimama kama MC k tuliona e, shughuli yake sio ya kitoto, shughuli yake sio ndogo mmiliki wa timu yaabaye anaeleza mambo mengi sana. Ni kushukuru sana, usisahau kushare, usubscribe na kucomment, kuambia tuonane wakati